Habari, leo tunaenda kujifunza namna ya kutumia Google Spreadsheet. Hii ni tumefungua Google Chrome yetu ambayo ni browser tunaenda kutumia. Ukishafungua hivi, utaenda kuclick hapa kwenye vidonto hivi upande wa kulia, itafunguka. Then utaweza kuclick sheets. Hapa unaclick ama pia unaenda kuisearch, unaweza kuisearch kwenye kwenye search bar itafunguka namna hii. Hapa tayari tuna shampoo ya sheet ambayo tulishaziandaa, lakini sisi tunaenda kujifunza kitu kipya. Tutafungua Google blank spreadsheet, utafungua hapa, uta click hapa, itafunguka kama ambavyo tunaona. Then kitu cha kwanza tunaenda kuipa jina hii sheet yetu kulingana na mahitaji ni ripoti unaandaa ama na kitu kingine chochote, tutenda kubadilisha jina ya hii sheet yetu. Labda si tunajifunza, tunaweka tunaipa jina la training training training sorry, training spreadsheet au training sheet. Then kwa faida nyingine ya Google spreadsheet chochote tunachokifanya pindi tunapokuwa kwenye internet access kinakuwa automatic saved, kama tunavyoona hapa kinakuwa saved automatic. Kwa hiyo data zote ambazo unaziingiza zinakuwa saved automatic. Hiyo ni faida moja yapo, lakini pia faida ya Google Spreadsheet tofauti na Microsoft Excel ya kawaida, hii unaweza ukashare, ukawapa, ukashare uka kwa watu wale ambao unahitaji waone wa hizi taarifa unazoandika, unazo, una, hapa kwa, kwa maana hiyo kile unachokifanya hapa yule mwenzie mwingine ambaye umeshare naye anaziona, lakini pia unaweza kumpa access ya, ya ku edit. Kwa na yeye anaweza kaingiza data then, anapoingiza na wewe unaona na wewe unapoingiza data au unabadilisha data na yeye anaona kwa mna share kitu macho. Ni faida moja wapo tofauti na Microsoft Excel ya kawaida. Kwa hii tumeona namna gani ya kufungua Uh, Microsoft Excel, uh, spreadsheet na jinsi ya kubadilisha jina. Kwenye video inayofuata tutajifunza namna ya kuingiza data kulingana na mahitaji tofauti tofauti, tofauti. Tutakuja kuona namna kama ni mwalimu kuingiza majina ya wanafunzi, kucalculate masomo, kupata average, kupata grade na vitu kama hivyo tutakuja kufunza kwenye video inayofuata. Asante.